Mabingwa wa Afrika ni hatua ya mwisho kabisa kuelekea makundi, na rasmi Nyama Simba Sports amefanikiwa kutinga hatua ya makundi bimilu. mshabiki wa Simba nashukuru kwa kuingia hatua ya makundi, japo leo mchezo leo, wa leo ulikuwa ni muhimu, lakini namshukuru Yanga mwenzangu jana kwa kwa kufuzu kuingia hatua ya makundi. Kikubwa tunaomba tufanye vizuri hatua za makundi shara, naamini kabisa Mwenyezi Mungu atakujali atafika mbali amii kwa majina t atumaini mzopora mimi inata shukuru kwamba ni kabu zote nne zimeenda hatua inayofuata ijapo, yaani furaha yangu zaidi nikuona Simba ametoa sare nyumbani hiyo ndio furaha yangu, lakini najua timu za Tanzania Tanzania, kidogo tunaendelea kusogea, tunasogea mbele, kwa sababu katika uh, ile ligi ligi kuu ya Tanzania itaonekana kuwa mbali. Ili timu nne kwenda hatua inayofuata ni jambo jema sana, na kusikia Tanzania kwa sasa mpira wa Tanzania unazidi kusogea hatua hatua, jinsi siku zinavyozidi kusogea mbele, hatua unazidi kupiga hatua na kuendelea mbele. Ametukusanya watu, tumeangalia mpira hapa, japo alikuwa ni kwenye kufunga kampeni, pia tumeangalia mpira hapa. Kwa hiyo ni furaha kwa watu wote waliokuwa hapa, walikuwa mahali hapa, waliokuwa isivia yeah, katika kufunga kampeni zake. Jambo la kwanza, mimi nawashukuru sana wana Ihalula, huu mkutano wetu ndio ulikuwa mkutano wa mwisho. Mkutano wa nyuma ambao tumefanyia Nole niliwaahidi wapenzi wa mpira kwamba mkutano wetu wa mwisho utakaofanyika Ihalula tutaweka skrini kubwa kwa ajili ya kuangalia mechi ya Simba, lakini nikiwa Nole niliwatakia heri na niliwaombea Yanga nao wapindue meza. Nashukuru Mungu amepindua meza kwa kula za Yanga, kula za Simba zote ni za kwetu, zote ni za kwetu, kwa maana kwanza Erasto Mpete, lakini pili Deodatus Filipo Mwanyika, na tatu Samia Suluhu Hassan. Nimewaomba hapa wanasimba wote sasa tukaipigie Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa mkutano ambao umefanyika hapa, ambapo sikutarajia watu wamekuwa wengi na wamesikiliza mpaka mwisho. Tunachotarajia sasa ni matokeo sasa ya wananchi wote ambao wana sifa ya kupiga kula tarehe 29. Sasa wote waweze kwenda kupiga kula. Mimi nipongeze sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye ndio kinara wa michezo, yeye ndo amehamasisha michezo. Uhamasishaji wake ndo matunda haya ambayo tunaweza kuona, ni mara ya kwanza timu zinazoshiriki mechi za kimataifa timu nne zinaweza kufuzu kuingia kwenye makundi. Hii ni jambo la kipekee, ni jambo la kwanza. Tuna haja na kumpongeza sana mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kwa sasa ni mgombea kwa nafasi ya urais kwa tiketi ya CCM. Mashabiki wa Simba, Yanga na timu zingine zote, mama ameonyesha njia, matunda tunayaona, basi tumpe fursa tena nyingine ninaamini kabisa kuna siku itakuja, moja ya timu zinazotoka Tanzania zitafanya vizuri na kuchukua ubingwa wa mashindano haya ya Afrika. Ninaweka wazi, ni mshabiki wa timu ya Simba Sports Club toka nikiwa mdogo, na ninasema kiwango ambacho Simba amekionyesha leo ni kiwango kizuri, kwa sababu tu walikuwa tayari wameshapata magoli matatu na pointi tatu ugenini. Kwa leo walikuwa wanaonyesha burudani. Kwa hiyo kiwango nilichokiona, tuna timu nzuri, wachezaji wazuri, swala zima ni kuhakikisha kwamba viongozi waiweke vizuri timu katika mazingira mazuri, nina imani itafanikiwa. Na nimefurahi sana Yanga nao kufuzu, kwa sababu kuna hamasa ambayo ipo tunapokuwa na mpinzani, tunapoendelea na haya mashindano ya, ya, ya, ya, ya, ya Afrika. Kwa hiyo hamasa ile ya ushindani itafanya moja ya klabu au moja ya klabu vikafanya vizuri, kwa sababu kila moja akishinda na mwingine anatamani naye ashinde, kwa tutahamasishana kuhakisha timu zote zifanye vizuri, lakini mimi nipongeze vilabu vyote ambavyo vimefanikiwa kuingia kwenye makundi. Wito wangu kwa wanamichezo, tuendelee kushirikiana, tuendelee kuwahamasisha vijana waweze kuibua vipaji vyao tuwaibue vijana e, wale ambao wana vipaji ili tuweze kutengeneza timu zilizo nzuri, lakini pia mpira ni ajira kwao. Tunahamasisha sana na wito wangu, tuhamasishe vijana. Yule kijana ambaye tunamwona ana mwelekeo wa kuwa na talent ya aina fulani ya mchezo, basi tumhamasishe kwa sababu mpira sasa hivi ni ajira. Wito wangu kwa wanamichezo, tuendelee kushirikiana, tuendelee wahamasisha vijana waweze kuibua vipaji vyao, tuwaibue vijana e, wale ambao wana vipaji ili tuweze kutengeneza timu zilizo nzuri, lakini pia mpira ni ajira. Kwa hiyo tunahamasisha sana, na wito wangu tuhamasishe vijana. Yule kijana ambaye tunamwona ana mwelekeo wa kuwa na talenti ya aina fulani ya mchezo, basi tumhamasishe kwa sababu mpira sasa hivi ni ajira.